Imesema hivi, ukimwabudu Mungu kwa njia ya uaminifu, ikifika wakati wa kutoa, ehe, unaelewana, mtolee, yani fanya ile kazi ya Mungu kwa njia gani? Ya uaminifu, kwa sababu wewe unataka vitu kutoka kwake, unataka muujiza kutoka kwake. Tusipotenda kwa njia yoyote ya uaminifu, angalia alikosema ya kwamba leteni zaka zenu zilizo lakini wewe sasa, hiyo hiyo pesa yako unayoona ni pesa hiyo, usipomtolea Mungu vizuri, unarogwa nayo, unauliwa nayo na unafungwa naye, na ilikuwa ikukomboe kwa Mungu kwa hizo pesa. Haleluya! Amen. Amen. Fanya ukitoa ukitoaza mbiu zako kwa njia ya njia ya ukamilifu kweni, na na Mungu atatenda mambo makubwa juu ya maisha yako. Na kwambia ukweli anakuamigizia. Amen. Na mimi naambia Mungu kwa kila anayekutolea kwa njia ya hofu na njia ya ukamilifu bamba uk maana unapenda wajao kwako kwa njia ya ukamilifu, lakini wa kuibiao hao ni waizi. Kwa nini muibie Mungu ishwali? Utaibiaje Mungu katika maisha yako sadaka? Unajua we kulala nakuamuka ni, ni, ni, ni muujiza wa Mungu. Unajua Mungu amekupigania vigatu usiku wote. Unajua maisha yako ulikuwa ukufeli. Yesu alijitoa kwa sadaka sasa, unaona pale sadaka inaongea, Yesu alijitoa kuni sadaka. Kama Yesu hakujitoa kuwa sadaka hata jina la Bwana... Sasa wacha nikueleze, sadaka inaombea ote, ujue, sadaka inaombea angalia. Wakati wa Nuhu, baada ya alipokuwa amewaua watu wengi, Nuhu akabaki na watoto wake na teketeza, maandiko yanasema akasikia harufu nzuri na Mungu akafurahi na akatamuka maneno Ukitaka Mungu akutambukia maneno ya baraka juu ya maisha yako, hata kama umetambukiwa maneno ya laana, mufurahishe Mungu kwa njia ya kumtolea. Umesikia ushuhuda wa Kristo hapa. kwa nini Mungu anapenda hiyo? kwa sababu pesa munaita sabuni ya roho yeah? na ikifika wakati kama kuna mtu ikifika wakati wa, wa kumtolea, Mungu anafurahi. Atana na tasawa hatana huyo mtu muwezi. Nasema hivi, huyo mtu sili kalako na hautamuweza, tokupigana naye ni kazi ya bure, maana sadaka zake ama fedha yake ameitoa mahali ambapo hakuna nondo wala lakini hata ujawe na Roho Mtakatifu lakini, ikifika wakati wa zaka unamwibia, Biblia inakwambia hiyo maombi yako Atoweda, <laughs> ni kelele. hata uwe na unabii wakwamisha milima hiyo ni kazi, maana hauna upendo na Mungu. Wacha kusurutishwa na mapasta, una, una watu ukifika wakati wa sadaka unatamani hiyo ibada inafika saa ngapi? akasema usiwache kutoa zaka na usiwache kutoa fungu la kumi. Jana tulikuwa tunatembea na hao watoto wangu, Mungu ninaye, akaonyeshwa kondoo na ng'ombe, tuliziona lai, ng'ombe tuliziona tulizionai, ng'ombe mkubwa akikimbizwa na kondoo. Na mimi nikaanza sasa kuwahubiria pale ndani kwa gari, nikawa wa kondoo, ni mzuri sana kanisani. Haleluya. Ni mzuri sana kanisani, hata kukiwa na vita atasimama na kanisa kwa maombi, na kuna kondoo wengine wanasimama kwa maombi, lakini kwa upande wa kutoa Amen. Amen. Sasa, kondoo uzuri wake huwa hayumbiyumbi, ana msimamo, na kukiwa na vita hatoroki na anaombea kanisa. Lakini mbuzi akitoka hapa anauliza wenzake kunaendeleaje huko. Hey! ni wazuri na ni wengi kanisani Kanisani kuna mbuzi wengi kuliko kondoo. Sasa wewe mwenyewe ndio unajua, usiseme mimi nimepita mbuzi, hata Yesu alisema mbuzi wako. Amen. Mbuzi ana uzuri wake, ana bidii ya kuleta washirika na kelele, na hata ukisema hapa ya kwamba Unaona, nimetangaza harusi na wakanyosha mikono, wengine ni mbuzi. Mbuzi zimenyosha mikono Haleluya. Yaani, wakishikia mambo ya michango hataki kupitwa, lakini anaongea na nini na mdomo, nakwambia. Lakini mbuzi ni mtu wa ajabu. Wewe buzi ni mtu wa, buzi ni wa? Ajabu. Yaani ajabu ajabu sana hata si, ukimweka mahali palipo sawa hata hatalili. Hata pingine umelima mahindi yako yamekuwa mazuri useme muweke hapo usidadi, atatulia utamsikia akigombeza majirani. Anakula mukunde? haya ulime mukunde, mweke mukunde, utasikia anavunja vunja muogo ya watu moja lakini mwingine wote amemvuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mbuzi akiwa mwenyeji, lakini hajabadilika kuwa kondoo, mwenyeji wake anaufananisha na ung'ombe, ana memea pembe. Sasa wale wakuja wana huduma na wagonga na kudomo mwingi. Ogopa mshirika anayeongea vibaya kanisani. Na yaani, hebu nikuulize, kuna mtu ashaekuongea vibaya kuhusu kanisa, alafu unamwona. Sasa wewe unamwonaje? Akili zake ziko sawa sasa Ikutana kama na kusalimia mwambie ulisikia ile kwanza leo. Akili zake aziko sawa. Huwezi ongelea mahali ambapo unaabudu na unaambia mwenzako usijue A B C D na wewe kesho. Ukiona unaibita lakini siku kiingia. maana wako, wako si uchawi umezidi uchawi mm. Elua sadaka yako ni muombee, lakini siombee sadaka ya mbuzi, naombea sadaka ya kondoo wa Mungu ambao watatoa sadaka kwa njia ya ukamilifu. Sawa. iendue juu hapa katika jina la Yesu. Tazama, hizi ni sadaka tunakuendelea, ninakuona. Baba yangu ukamubariki maisha yake, ukafungua milango kuongoa magonjwa na kila roho, maroho za mafurukano na kila marabau za giza, Baba ukaziondoi katika jina la Yesu vinywa vya laana waliolaniwa na wazee wa kale, ambayo inaambatana iliandama wazazi wake na inamwandama na yeye, kwa sababu Baba na kutolea sadaka potea uaminifu. Baba yangu kaweza kuipokea na ukaondoe hiyo laana Ukaondoa hiyo mikosi, ukaondoa hiyo uchawi, ukaondoa hiyo magonjwa, ukaondoa hiyo ugumu, ukaondoa hiyo vifungo, ukaondoa hiyo mapepo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ipokee hiyo sadaka sasa, ikawa umenukaa tembele zako Baba, ikanukie vizuri katika pua yako, ikanukie vizuri katika masikio yako, ikanukie vizuri katika mbingo yako, ili jina la huyu mama na huyu mzee na huyu kijana na huyu mtoto Baba kaliku na milele daima ukalibariki milele na milele daima, ukalinolea mazuri milele na milele daima, katika jina la Yesu Kristo. Kila sarakasi za dunia, kila sarakasi za waganga, kila sarakasi za uchawi, kila sarakasi za maadui, kila sarakasi za baba walio yani maisha yetu kila sarakasi za watu walio laani maisha yetu, baba ukaziondoe you know, zote katika jina la Yesu Kristo. Wote watabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba ipokee, ipokee, haijalishi baba naiona kidogo kiasi gani, lakini Mungu tunaitoa katika moyo nakonjovu, maana hiki ulichotupatia ndicho tunachokileta kwako, na ndiyo maana Baba ulisema ya kwamba kila patacho mtu ndicho anacho baba naona nikivuna kikubwa ichapo nakiona ni kidogo hiki lakini kwa sababu nakitoa katika njia ya uaminifu baba nitavuna kikubwa baba nitavuna kikubwa wengine hawana mungu wangu lakini roho zao wamesema ninaomba na wanaotoa utabariki na kufungua milango katika jina la yesu kristo asante bwana wangu asante kwa kunipokea pamoja na sadaka yangu asante kwa kunipokea pamoja maisha yangu. Asante kwa kunipokea pamoja na mama langu. Asante kwa kunipokea pamoja na watoto wangu. Asante kwa kunipokea pamoja na ndoa yangu. Asante kwa kunipokea pamoja na mbuma asante kwa kunipokea Bwana, kwa kuwa unaenda kuondoa maradhi ya mikosi, utanifanya kuwa safi mbele zako, maana nimekutolea dadii ulio safi, ambayo itaenda kuifanya mikono yangu ikashike vitu ambavyo, Bwana, nimekuwa nikivililia kwa siku nyingi. Chochote kitakachokuja kilicho kizuri nitajua ni wewe Baba. Vibaya vyote vya shetani visitufikie, bali vizuri vya Bwana ambavyo ulisema tutarithi. Baba, aatakairii kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sote tumeomba na hata yeah. Amina, amina. Sasa wata twende tukamtolee Mungu sadaka iliyo takatifu, wacha kuja tutumtolee